Mkurugenzi mtendaji wa chemba ya wafanyabiashara na viwanda Afrika PACCI Kebour Ghenna amesema katika mkutano wa siku mbili wa chemba mbalimbali barani Afrika ambazo zimekutana jijini Dar es Salaam, wamekubaliana kuongeza ubunifu katika biashara, kufanya biashara kidijitali pamoja na kuboresha mawasiliano katika bara zima la Afrika. Ghenna ameyasema hayo baada ya kumalizika kwa semina hiyo na kuongeza kuwa wanapaswa kutekeleza malengo hayo ili kukidhi mahitaji ya biashara katika kuleta mwafaka wa mahitaji ya biashara. These are the main objectives of the uh, Pan African Chamber of Commerce and Industry. This workshop today um, taking place here in Dar es Salaam has the objective of uh, transforming the chambers of commerce, modernizing the chambers of commerce

ni meneja programu PACCI, anasema lengo ni wanachama wote kuwa katika mpango wa pamoja, nguvu ya pamoja, sera moja, ili kufikia malengo. The Chambers of Commerce and Industry, saizi, we are advocating for an Africa private sector hearing platform. Sababu yake ni kwamba wenye biashara mweza kuja mzungumze na serikali ana kwa ana, ili muweze kushirikiana namna venye tutafanya mazingira ya kufanya biashara yawe yenye, naweza kusaidia biashara yako kuku, kukua na si kukua peke yake katika inchi, lakini kukua katika Afrika yote mzima. Sasa hivi tuongea kwamba tuna market moja, hiyo ni Afrika yenyewe na kuweza kuuza katika Afrika lazima ukuwe na standards, lazima uweze kuzunguka wewe mwenyewe, that means movement of people, movement of goods, movement of services. Na tuko wakati wa technology, kumaanisha si lazima tena wewe mwenyewe uweze zunguka, unaweza tumia artificial intelligence, augmented reality kuweza kuona ni nini yenye unaweza uziwa kutoka nchi moja hadi nyingine. Na vilevile vile tu tuwazungumza kuhusu shida ya lugha so tuna bridge aje kenye utasikiza Kifaransa kutoka pande moja na kusikizia Kiingereza kutoka pande nyingine, ile namna yenye tunaweka harmonization ya kufanya biashara in, uh, katika continent mzima. So Pan African Chamber of Commerce and Industry imerepresentiwa na all the 54 national chambers of commerce and industry, 54, 55, depending on the jurisdiction and the purpose. Ni kufanya all the chambers of commerce to be on one platform

Naye ofisa mtendaji mkuu wa taasisi ya wanawake viongozi Tanzania Emma Kawawa akaeleza umuhimu wa ushirikishwaji katika kuhakikisha kila jambo linasonga mbele kwa pamoja. Nilichojifunza hapa, ushirikiano ni jambo la muhimu sana, na la pili nililoliona ambalo limezungumzwa sana ni swala la uongozi. Chambers au mashirika mengi au NGOs nyingi zinakufa kwa sababu ya uongozi ambao haukidhi yale matakwa ya chama, na mara nyingine wameona wengi hawahusishi vijana na wanawake. Mara nyingi wengi wamekuwa ni watu ambao wamekaa kwenye viti muda mrefu, na wamekuwa ni viongozi ambao kidogo umri kushasogea, na hicho kimegundulika, kimetokeza wazi kwenye mazungumzo ya leo hapa. Pia tumekubaliana tuanzishe mashirikiano ya pamoja, kuanzia sasa tu tunaongea pamoja, na kubwa zaidi kuwa na sauti moja kwa ajili ya Afrika katika utendaji wetu wa kazi. Hatuwezi kuwa unazungumza kila mmoja kwa nchi yake, tuwe na sauti moja kwa hili. Ni jambo ambalo tutalizungumza, tutakuwa ni mwendelezo wa maongezi yetu kuwa na sauti moja ya wafanyabiashara Afrika. Hili ni jambo ambalo ni endelevu na tutakuwa linatafakariwa nita, nita, jinsi ya kulifanya. Nimefaidika kwa masomo haya, nimefaidika kwa, pia kwa fahamu viongozi wa vyama vingine. Nimefaidika pia kufahamu makosa ya utendaji tunayo yafanya na nimefaidika pia kuelewa zaidi masuala ya uongozi yanahitaji nini. Zaituni Mkwama, Daily News Digital.